Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Hivi sasa tunaanza safari, tunaanza safari, tuna kwenda jamarat. Sasa kila mmoja amwangalie jirani yake, amwangalie rafiki yake, ili tutakapokuwa tunarudi, basi akikosekana mtu tujue nani amepotea. Kwa hiyo tuwe makini na fuateni taratibu na fuateni amri za viongozi na utaratibu katika safari hii. Naelewa? Kwa hiyo tunaanza kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunakwenda zetu Jamarat. Haya. Salamu alaykum. <todicu> <todicu> Bado mwangapi bado mwangapi nyinyi? Mpenzi mtazamaji, ni msafara wa taasisi mbalimbali za Tanzania hivi sasa zinaenda Jamarati, ikiwa ni mwezi 11 mwaka wa 2025, kama alivyotoa taarifa Sheikh Juma Jepa. Lakini jua jua ni kali kali kali sana, jua ni kali, hili ni jua la asili ambalo ndio tunaondoka na jua la asili amsh jinaajina laanaangaia mi jina langu Rahima Selemani Kisuguru Mkazi wa Mkuranga tayari, uko wapi? Mkazi wa Mkuranga? <laughs> Hey, nipo hapa mina. unafanya nini? nimekuja Miku, kuhiji. uh -huh. Mpaka sasa hivi leo hivi tunaenda kutupa mawe eh. Uh -huh. Hey. Saidi. mimi si jambo nilikuwa na homa lakini si jambo, hey. ndio hivyo, namshukuru mwenyezi Mungu hey. pamoja na viongozi wetu hey. pamoja na mashehe wetu pamoja na wasaidizi wetu hii. ya kwanza, namuomba Mungu mwakani nirudi tena. hmm. um um um na mwanangu anaitwa nani? uh, Mwamedi Saidi Mchevu. Taasisi hii inakuja nayo mie. Ah, hata simpeleki mwingine hii taasisi, Masha Allah. Wasaidizi wangu, wamashehe wangu, viongozi wangu chumbani. na ndugu zangu nilofatana nao chumbani, chumbani, Ch chumbani, chumbani, chumbani wasichana wasichana wangu si watoto wangu ndio watoto wangu, kwa ajili wote wa Uislamu tumekuja huku hija mpaka, ndio watoto wangu. Wananyelea vizuri kama mama yao mzazi. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>

Kila mama mlipo, mnaizungumziaje taasisi ya I Travel mpaka sasa hivi? Moja hapo anatoa. Alhamdulillah, tumefurahi sana, ni nzuri, hamjatuangusha. Hmm, ah, eh. Um, tunashukuru sana, dua nyenye, na wengine na wengine wanakuja na watu wanatuangalia Uko unaona vitu vyote vinavyoendelea. Wewe mwenye binafsi utaleta watu wangapi? Mie? Mm. Labda watano. Watano? Eh. Inshallah. Unatoka unasema unaishi wapi? Uingereza. Wewe kama nani kwa Uingereza? Mie. <laughs> zako kule unafanya kazi kwenye kiwanda cha madawa? Madawa mm. madawa kiwanda mm. cha kwa hiyo daktari? Hapana, mtengeza. Hali za mahujaji unazionaje? kwa sababu madawa <laughs> madawaaanazna um. ziko fiti, ziko nzuri, alhamdulillah. so so any far zuri uh, alhamdulillah <laughs> a taaaaia apa maneno kujitambulisha. Mimi naitwa Mwana Shehe Jumaa, ni mzaliwa wa Tanga ingawa kikazi niko Dodoma. Yi, ah, najisikia maara vizuri sana kwa kuwa taasisi ilituandaa ili vizuri kuendea ibada hii ya hija. Uh, tuliweza kupata mafunzo ambayo imekuwa rahisi uh, hii ibada kuifanya kwa urahisi kwa kufuata yale matendo yote, lakini pia viongozi hawakutuacha pamoja na kuwa tulipata mafunzo, lakini hata wakati wa kuitenda hii ibada ya hija wamekuwa wakituma mwongozo, hivyo tunaamini ibada yetu ya hija imekubaliwa, na kwa hapa watu wanavyotutazama sisi ni wasafi, ni kama tulivyozaliwa, hatuna dhambi kabisa. Kwa hiyo tunashukuru alhamdulillah, Allah kutuwezesha Ufika siku ya leo Amina, tukiwa na yeah, timu nzima ya I Travel, tuna afya njema mpaka sasa hivi, pamoja na changamoto zilizojitokeza mm, ndogo ndogo, lakini Allah ameweza kuzisimamia, tuko imara. Daktari va zamaujaji unazionaje? a naosaidia hata mmoja wawili, alhamdulilahi, kwa ambao niliweza kukutana nao nimeweza kuwapa huduma eh, mimi kama mimi, kauli yahe alivyosema watu wajitolee wajisaidiane, umeitumia kwa hiyo. Kweli, ni kweli nimeitumia. Euh, naweza nisiseme mimi mwenyewe, aliyepata huduma yangu anaweza ya akasema akasema tumeshirikiana naye vizuri sana eh. Eh uh, mimi binafsi mimi binafsi anaweza akasema Shebane ametu ametupa semina nzuri sana ile hija kaielezea vizuri sana. Kwa hiyo kama, kama nitumie neno lake uh -huh. Lile la, ni kama mtu kwa jinsi alivyoelezea hija, kama mtu hujaielewa uh -huh. Na unafanya makosa basi, huyo mtu atakuwa pimbi, akikosea anakuwa pimbi. Aa, ndio kwa nini sasa ushaelekezwa na hutaki kuelewa uh -huh. Lakini mimi kwa mahujaji mpaka sasa mm, tathmini yangu ni kwamba nawashukuru wote. Mm, wameonyesha ushirikiano wa hali ya juu kina baba na kina mama kama ndugu waliozaliwa na baba mmoja na mama mmoja. Lakini pia wameonyesha ukakamavu mkubwa, jambo ambalo sikulitarajia kirahisi kwa kweli. Mimi nawashukuru wote, kina mama ushirikiano wao umeifanya shughuli yetu ya kuwasimamia iwe rahisi, na inshaallah Mwenyezi Mungu atawalipa kwa juhudi zao na amali zao njema zote walizozifanya, azikubali ziwe ndio sababu ya wao kufanikiwa duniani na akhera. <coughs>

I Travel ni ongo nzuri sana, unasimamia afuasi wake afanye mambo yanayotakiwa katika hizi heri za dunia. Mungu aa, alhamdulillah rabbil alamin, tunashukuru umetoka kupiga mawe nguzo mtatu na shetani na leo kwa kweli, shetani tumepanga sawa sawa kwa kupitia I Travel. Nashukuru, inshallah na mwakani tunataka kuja tena na wengine